Amina, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Mungu akubariki, naomba unieleze kama sauti unanipata sauti iko sawa kama sauti iko sawa, naomba nieleze, tunapoanza kipindi cha kutafsiri ndoto episode yetu ya pili mwaka huu, kwa sababu nimefanya episode moja live, hizi zingine zimekuwa marudio tu. Kama una ndoto yako, tusipoteze muda, naomba tuandike moja kwa moja ndoto yako. Shalom shalom, Irene, naona umeingia. Ruth Ouma, shalom karibuni. Kama una ndoto andika tu moja kwa moja, naomba tusipoteze nafasi. Pia Irene, asante kwa sadaka yako. Baba kambariki Irene kwa sadaka hii kajitukuze kwa maisha yake, kwa jina la Yesu Amina. Amen. Kama kuna ndoto andika tu, tusipoteze muda tusipoteze muda. Enda tu straight kwa ndoto zako, andika ndoto yako. Naomba tu uandike ndoto yako. Asante, sauti iko sawa. Irene, shukuru <laughs> aya, sauti iko sawa. Basi twende moja kwa moja kwenye ndoto zetu. Kama una ndoto basi naomba uandike Okay Prisila Chahungu, Bwana Yesu asifiwe, amen. Sijui kama mna ndoto. Kama mna ndoto basi andika, kama hamna tunaweza tukamaliza kipindi tu cha leo, amen. Sitaki kupoteza muda kuketi tu hapa, enda straight to the point, andika ndoto yako usia, usingoje nikiondoka ndio uanze kuandika. Andika, muda ndio huu Andika ndoto ulio nayo. Nina muda mchache sana, sababu tatizo la, la wanadamu ni kwamba nikikaa tu bila kuongea, kuna wale wanalalamika, wanasema napoteza muda. E, niko hapa kutafsiri ndoto na ngoja uandike, sasa hautaki pia kuandika. Nikinyamaza pia nikiweka mziki, kuna wale wanalalamika, wanasema sijajipanga. sasa sijui nitafanyaje, sijui nifanyaje, kwa sababu kwa kila ninaposubiri uandike, kuna wale wanalalamika, sijajipanga. Nikiweka mziki, nimekimia na ngoja uandike, ni shida. Nikifunza ni shida. Sasa nachanganyikiwa pia. Amina, nimepokea sadaka Irene, na nimekuombea barikiwe sana. Priscilla unasema bwana Yesu asifiwe. Baba nimeota, nilikuwa kanisani, watu walikuwa wakiabudu, baadaye wakaanza kunena kwa lugha, mimi nikapiga magoti, nikaanza kuomba huku nikilia, baadaye nikatoka njiani, nikakutana na watu. Sasa sija haujamalizia, ila sasa ndoto yako ni kwamba moyo wako unapaswa kufika mahali pa kumwonea Mungu shauku ndio kile unachozungumzwa unachoelezewa, ni wakati wa kumtafuta Mungu. Ukisoma Luka 18 mstari wake wa kwanza, inasema imewapasa wanadamu kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Kwa hiyo kwa kesi hii, unatakikana kuelewa umo kwenye majira ya kumtafuta Mungu, wahitaji kumwomba Mungu, wala kusitokezea jambo ama kitu chochote kitakachokuondoa kwenye raha, kwenye furaha, ama kwenye uwepo wake Mungu. Amina. Modesta Malima, asante kwa sadaka yako Baba. Namwombea Modesta kwa sadaka hii, ukambariki ukajitukuze kwa maisha yake. Kila sauti kwenye madhabao inayenena kinyume na hela zake na inanyamazisha, nafungua hela zake, namtangazia ukombozi, namtangazia ushindi. Naomba ya kwamba baraka zako na unabii wako ujumbe wako kuhusu hela zake zitatimia. Hamna mtu yeyote wala madhabao itakayempokonya kilicho chake kwa jina la Yesu. Amina, amina. Amen. Modesta, sadaka yako imefika. Kuna ushindi Niko tu hapa nikusaidie, nitafsiri ndoto yako. Kwa hiyo kama kuna ndoto andika amen. Dada Modesa, nimepokea sadaka yako, nimeisha kuombea tayari. Hamna madhabahu itakayomeza hela zako, kwa jina la Yesu Kristo. Naelewa tunachoombea, Mungu ameshakupa ushindi, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sema na watu watatu, wa kike wawili, wa kiume mmoja. Wa kiume akawa akilifata nikamwambia staki, nikaenda nikaingia kwenye nyumba ya watu, nikamwambia wasimwambie huyo mtu kama nipo. Nimetoka kusema kwamba Luka 18 mstari wa kwanza, unazungumziwa, unahitaji kumwomba Mungu wala usikate tamaa. Chochote ambacho kinataka kukuondoa kwenye uwepo wa Mungu unazungumziwa, unahitaji kujitenga nalo, wahitaji kukataa na ndio nikasema nika- nikasema nika, nika, nika, nika ya kwamba jichunge sana, wahitaji kukaa kwenye maombi a, pre, a, Priska Chahungu, mtafute Mungu. Chochote ambacho kinataka kuondoa kwenye wema wa Mungu, epukana naye. Na ndio sababu unakuta unamwambia huyu mtu awaambie ya kwamba a, hauko pale, yani unatafuta ulinzi. Kwa hiyo jikinge kabisa, kaa mbali na chochote shetani anataka kutumia kukuondoa katika wema wa Mungu. Kuna ushindi mwaka huu, sawasawa. Ndio maana unaambiwa jiunge, kaa na watu wanaomtafuta Mungu kama ulivyoona hapo mwanzoni, lakini kinachokuondoa kwenye wema wa Mungu ama watu wanaokuondoa kwa wema wa Mungu usikubali. Kwa hiyo inakuzungumzia kutakuwa na changamoto ambao utakutana nayo na changamoto ya kutaka kuku kuzimisha moto wa maombi, kukuzimisha usiweze kukaa katika ama kwenye uwepo wa Mungu. Kwa hiyo kuwa mwangalifu kabisa, pinga. Hata kama ni marafiki wanakuzuilia kuomba kumtafuta Mungu, unajua kuna marafiki hawana, shetani atawatumia wakati ambapo unataka kwenda kwenye maombi ama umejipanga kufunga na kuomba, ndio wanakutembelea wana, kwa hiyo kuwa mwangalifu. Shalom, private stories, karibu. Basi naona tutamatishia hapo, naona tumalizie hapo kwa leo. Tutaendelea na episode ya tatu labda kesho, Mungu akitujalia neema. Amen. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya wema wako. Asante kwa nafasi hii umenipa. Kwa wale nimeweza kutafsiri ndoto zao leo hii, utausaidia najua ni kipindi kirefu hatujakuwa hewani. Baba, wasaidie kuweza kufuatilia ya kwamba hata katika vipindi vijazo wataweza kubarikiwa na kuhudhuria. Kwa jina la Yesu tuliomba na kuamini, amina. Jamani, Mungu awabariki sana, wacha tukutane katika kipindi kingine majaliwa. Tume kwa wiki hii tutakuwa kila uh, masaa saa tano. Fuatilia na Mungu atatubariki. Amen. Shalom. Barikiwe sana.